Yes ebana, ni Elon Musk once again ebana, kama kawaida ebana, kuna mchezo hapa. Nimeona mtu anakuanzishia, anakuanzishia ni kwa mfano, tugeuze hivi, anakuanzishia tire train, tire train hapa, alafu anakushika hapa na nuguza. E, kwa hiyo hapa hii inarudi kwenye nani, inarudi kwenye tege ile ya kawaida. Ukimshika anatembea, ukiomba anakata e, mwisho siku anakata hivi, inakuwa inakuwa ni tege e, bwana. Sasa kaka tege, ngoja tupige na Dalmax tuone kama atatoka. Tuone bwana Dalmax kama atatoka kwenye kaka tege, akiomba hapo unashika mazima Anakuwa na asilimia sitini za kufungwa. Akija nayoketa anakuwa na asilimia sitini na tano za kufungwa. Akija nayoketa anakuwa na asilimia sabini za kufungwa. Akija na hiyo anakuwa na asilimia tisini za kufungwa hiyo. Ehe, ni asilimia tisini anajivunja Unamwekea hii hapa, unamwekea kidonge anashika, unashika mm. Akikupisha unatimua vumbi, na akipita unapita kibati. Hapo unatema kidonge afu unavuka na mkwaya ya apo unauliza viatu ibana, unauliza tena viatu ibana ingoma. Ukimkuta uh, mtu amecheza hivi embo, mshikilie huko kwenye miguu na kukupa. Ukimshikilia huko unampasua kabisa mazima, anapasuka mazima. Ni lazima umpasue, hata adanganye vipi huko ndani, lazima umpasue lazima umpasue. Mwana dalmax mwenyewe ni bingwa, lakini anatema tema tu wadudu hapa, anatema tema wadudu hapo, unauliza viatu siogope. Akitema mboga hivyo aina shida, akivuta na unavuta mm akiingia unachanua, hii hapa akila hiyo unakula, akila unatembea, akivuta mkuyu ati unatembea. Cheza hivyo, unatembea no no no no no. Ngoja no, kwanza sijnikakosea. Hapana, unatembea kwa sababu nimeshajua taa kidoko karaka moja, zinabaki nne hapo e, unatembea hapa hapa sasa. Kama upendi kelo, unaweza ukamzuia asitembee ikete, kama upendi kelo Unaweza ukamzuia hapa, kama upendikelo, yani kama unataka kushinda mapema, akiwa ambapo unazuia na mkuya ti, akienda uko unatembea, akienda hapo unaingia mazima, hadi hapa ni goli bana, hadi hapa nadhani, hadi hapa ni goli. Sababu tukisema tumalizie, unavuta tu hivyo, unatega ming'ombe hii smna, anachanganyikiwa unakula naye anakula kamoja hapo, unakuwa mkuyati hu hu, unakuwa ni mkuyati bwana. Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana inatosha.